Mimi niwatakie kila la heri huko mwendako, lakini ni, ni waase tu jamani, tunavyoelekea katika kipindi hiki muwe na utulivu, na niwatakie tu maandalizi mema yasiyo na hila wala chuki, kwa sababu sisi ni binadamu lakini wale ambao mwenyekiti ananiangalia pale anajua kwamba chama kinawaangalia, na chama tayari kimesema kwamba kina kitaangalia sana mienendo na nidhamu za, za, za, za, za wagombea. Kwa hiyo ni waase msiingie kwenye hila chuki ambayo mwenyekiti akaona vinginevyo mwenendo wako mbovu. Kwa mjiepushe na vitendo ambavyo vitasababisha e, kuleta hila chuki kwa namna moja au nyingine katika harakati za kisiasa. Mfanye siasa, siasa ambazo ni safi zisizo na mawaa. Lakini kama tunavyojua kwa mujibu wa kanuni baraza letu hili ni la mwisho. Lakini yanaweza kutoka maelekezo muda wote kutoka kwa waziri mwenye dhamana. Kwa hiyo tumeelekezwa kusubiri maelekezo ya waziri mwenye dhamana, kama kutakuwa na baraza la kuvunja ataelekeza au kama vinginevyo ataelekeza. Sisi kama watumishi tunawashukuru kwa ushirikiano mkubwa. Mheshimiwa mwenyekiti, ulikuwa na baraza bora. Mwisho, mwenyekiti, niseme ulikuwa na madiwani bora, tunakosoana kwa hoja, tunaelekezana kwa hoja na wilaya hii inaendelea. Umetuasa, umesisitiza kwamba sisi wetu tumekwisha, tunakwenda huko na <laughs> tunakuhakikishia tutacheza kwa step natutamka nyaga mtu